Video hii inaelekeza jinsi ya kuhakiki cheti chako cha kuzaliwa katika Rita eza kwa ajili ya kuomba mkopo, bima na vingine. Kwa utachokifanya utafungua browser zako yoyote, kwa mfano hapa nimefungua Chrome Google kishafungua kisha uta search e Rita, kisha uta click ya kwanza Rita portal. Ha, baada hapo utabofya register kwajili ya kutengeneza akaunti yako. Baada hapo utaletewa kujaza taarifa za msingi: majina matatu, nchi na waishi, na namba simu, kisha utaweka Gmail na password, na utakarili email ambayo utatumia hapa na password. kisha Utabofya register. ukishamaliza hapo kitachofuatia utatakiwa ku confirm email ambayo umetumia umetumia mwanzoni hapo Watatakiwa activate kama hapa email yangu ambayo nimetumia, nimetumia message ya ku activate, tabofya activate account. Baada hapo, tabofya go home. Kisha sasa nita sign in. Tabofya sign in, na hapa kwenye username utatumia email ambayo umetumia, na password ambayo uliandika mara kwanza ya kwanza kabisa, kisha tabofya sign in, ita load kama hivi. Haya, baada ya hapo utabofya dashi tatu juu kabisa kushoto, kisha utabofya base service, kisha funguka pia utachagua new juu hapo, new ah, new, kisha funguka request verification utabofya. Baada ya hapo kuna taarifa za kujaza entry number. Hii entry number ni namba ambayo utaitoa katika cheti chako cha kuzaliwa utaenda katika cheti yako cha kuzaliwa na utaangalia alipoandika entry number, kisha namba hiyo, kama kwangu inaonekana hivi, utaikariri kisha utarudi huku katika website ya kuapply, utaiandika. Kisha kuna taarifa za msingi hapa, utachagua mwaka wa kuzaliwa, namba yako ya NIDA, kisha utachagua sababu ya, ya kuhakiki cheti ya kama ni kwa ajili ya bima na ni, NIDA, employment na vingine, utachagua sababu kwa mfano mimi ni kwa ajili ya loan board, hivyo nitachagua loan board, kisha nitajaza taarifa za msingi tena kwa mara ya mwisho, kisha teka SLP hapa. Kwenye relationship ni uhusiano wako na muombaji, kama ni wewe, bofya self, kama wewe ni mama basi mother, kisha ukimaliza utabofya continue. Baada hapo taarifa zako zote ulizojaza utazihakiki, kama ni za kweli, upo sahihi, hujakosea, basi utabofia understand kisha tabofya continue, kama inavyoonekana hapa continue, kisha bofya, itafunguka. Hii ndo sehemu ya mwisho kabisa, e, sehemu ya malipo. Utaingia, utaenda kwa wakala au kama una hela kwenye simu utalipa hela elfu sita kwenye akaunti hiyo, konto namba uliopewa. Ukishafanya malipo kisha, kisha tabofya confirm payment. Baada hapo utabofya juu, dash za juu kabisa kushoto, dash tatu, kisha best service ama. Ikishafunguka, mimi kwa kweli sijalipia, ipo pending, ila kama umeshalipia itakuwa ipo kwenye submitted hapo. Na kisha utabofya detail na utaletewa application code kama inavyoonekana, ambapo utaitumia sasa, kama kwenye loan board au sehemu nyingine yoyote. Hii ndio video yangu ya leo, na natumaini umeelewa. Kama hujaelewa, comment itakuelekeza zaidi. Asante.